Kwa majina yangu mimi naitwa Elisha Asa Mwambene, ni mwanachama wa CHADEMA, ni katibu wa vijana mtaa wa Msasani, Tunduma, mkoa wa Songwe. Kitu ambacho sisi kwa sasa hivi tunashindwa kuelewa ni kwamba mwenyekiti sasa hivi anapopita kwenye mikutano yake kuna ile inaitwa no reforms no election. Sasa hicho kitu kinatuchanganya kidogo kwa sababu anasema bila labda kubadilisha bila kubadilisha sheria za za, za za za uchaguzi hakuna uchaguzi. Umeona? Sasa hapo ndo inayotuletea shida. Sasa kwa nini azungumza hivyo na wakati watu saizi wameshaanza kuchukua, kuna wengine baadhi ya watu wanachukua fomu. Eh? Kwa hiyo hicho kitu kinatuletea shida kidogo, tunashindwa kuelewa kwamba imekaeje hiyo. Kwa mfano, kama sasa hivi huyu uh, mbunge wa ambaye sasa hivi uko bungeni mbunge wa Nkasi mkoa wa Rukwa tunasikia kwamba amesha ameshatangaza kwamba ame, ame, ameshaanza kuchukua fomu. Kwa mfano kama Mbeya, wakina Sugu tunasikia sasa hivi wameshaanza kuchukua nini, kuchukua fomu, lakini watu hawajatangaziwa. Umeona? katibu wetu wa taifa nani Mnyika, wameshaanza kuchukua, lakini bado watu wengine hawajajua. Kwa hiyo sasa hapo ndio kitu ambacho kinatutia shida kidogo. Tunashindwa kuelewa kama wanachama wengine, kwa sasa hivi inawezekana kuna timu Lissu au kuna timu Mbowe. Sasa kama kwa mfano wao niliozungumzia, unakuta e, wengi unakuta wako pamoja na mwenyekiti sana, lakini sasa hawa timu Mbowe inakuwa ni changamoto kidogo, yaani wanakuwa wameachwa kidogo umeona? Wanakuwa wameachwa kidogo, kwao mambo yanakuwa hayajakaa vizuri hapo. Kwa wasiwasi ni kwamba kuna watu wengine wanaweza wakaachwa waka kuna baadhi ya watu wengine wanaweza wakagombea ubunge na wengine wasigombee, kutokana kwamba uh, wengine wameshaanza kuchukua fomu mapema, na sisi hapa Tunduma tungependa kwamba mchakato kama ndio hivyo uanze, ili kusudi wote ambao ni watiania wa kutaka kugombea ubunge udiwani wajue mapema, ili kusudi wote twende kwa pamoja, watu wengine wakabaki na wengine wakagombea, alafu wengine wakabaki kwa kutokuelezwa.